Nyinyi mliona mimi nataka kuwa kuambia Wakenya, sisi tutasimama na mama mama kwa sababu hajafanya kitu yoyote. Nyinyi mliona Kiraito ile aliongea setu, na nashukuru TV zetu na wa Wakenya wale wanaombea mama apewe haki yake. Tunaomba koti zetu, nyinyi mlichaguliwa mlipewa ofisi zenu kusimamia katiba. Kila pahali ukitembea Kenya hii unasikia mtu analia kwa sababu aliona mama alidhulumiwa. Ulisikia yule mzee wa zamani Nyakobe Kiraito amezeeka mpaka Wameru walimkataa. Kiraito alikuwa namba tatu, lakini anasimama kwa national media, anasema yeye ndiye alitoa mama. Aki akina mama, mimi nawaomba kama mlemavu, huyo mama ajafanya chochote mama, kitu anapigwa naye awezi toka Njuri, awezi kuwa mzee wa Njuri, awezi kuwa mama wa Njuri. Njuri inakuanga ni wazee. Sasa ulisikia yeye anapigwa na, na wazee wa njuri wale wote. Uliona wakiimba pale siku ile, hakuna mama alikuwa pale. Wale mama walikuwa pale ni mabibi zao na girlfriendi wa wale tu, walikuwa mama tano ndio walikuwa kwa ile sherehe. Kwa hivyo njiulizeni, wale mama wengine meru wako wapi? Hakuna mlemavu ungeona pale, hakuna maskini mungeona pale. Wale walikuwa pale ni wale kampeni wao walikuwa wanalipwa elfu moja moja na gari zilikuwa zimejaa. Na ukiona ile nini walifanya hiyo sherehe ilifanyiwa nyu hata wange fanyia town, hata wange fanyia Kinoru, walienda kuifanyia kwa kijiji kingine huko nyuma. Kwa hivyo naomba president wetu, na kuomba rais, huyu mama amesimama na wewe miaka mingi sana, hata kama yule mchichana ameolewa na yule amenyang'anya mama kiti, ni wa kutoka ni wa kutoka Rift Valley, kwa sababu bibi tempura ngaba na waka, wakawera huyu ameapishwa kama ngaba na ameoa huku Rift Valley nasikia walikuwa wanaongea lugha moja na sarangei hiyo, hatuwezi ogopa sarangei. Ndio amechimbia Kawira, hii shinda yote alikuwa anakuja kwa bibi ya ntoevinja wanakapa, wanaongea lugha kuchimba. Huyu mama huyu mama hajafanya makosa yoyote, na ndio president ujue Kawira ndio kusema. Enda Meru uliza wale watu wenye kupiga kura, kwa sababu kuna wenye kupiga kura na kuna matajiri. Sasa matajiri wandio wametoa Kawira kwa kiti yake. Kawira alishinda matajiri. Alitoka kwa line ya matajiri, akasema yeye yeah, akae na mwananchi yule alimchagua. Kiraitu alisema na Megi Meru anasaidia Meru kwa sababu iko na matope. Saa hii amerudi tena anataka watu wake wachukuliwe. Kiraitu hajawahi kaa Meru. Moja na wiki. Saa hii Kiraitu anakuja na Nairobi dakika tano anarudi Meru. Kwa hivyo nataka kumuomba rais, Nataka kuomba na serikali yako. Nataka kumuomba Murkomen. Mujue, mama aliomba kura vile muliomba President. Tunakuheshimu, hata kama mama anakuheshimu, hawezi ongea, anasema wewe ni ndugu yake, yeye anasimama na wewe, lakini hii madhara yote anafanyiwa ya nini? Kwa nini mnafanyia mama, mama ambaye amepigiwa kura na mtu ambaye ni mulemavu? Yule mama anapigwa kwa sababu ya kupea maskini ng'ombe, yule mama anapigwa kwa sababu ya kupea maskini blanketi. Yule mama anapigwa kwa sababu ya kupea mlemavu e, eh, yule mama ng'ombe. Kwani kiraito kama ungekuwa mama angepeana mblanketi wapi le hiyo? For four years ukiwa kwa serikali, mbona hujawahi maliza hiyo shinda ya mamblanketi? Mbona hujawahi shinda maliza hiyo shinda ya mangaputi? uliweka Wameru Meru umaskini mama amekuja kuanzia na ndio nauliza serikali ya jundi ye mboto mabu inamaanisha nini? Mboto mabu nilikuwa nafikiri ni hiyo Kawira anafanya kuwapea mbegu kuhakikisha wa walemavu wamepata akiyao wamepata sako yao iko na pesa. Kawira amefanya hivyo ngirende ni huyo mama, amefanya barabara zote senye kiraito, mpaka usee yako hujawahi fanya na hiyo umri yako. Kawira amemaliza ngirende yote, hakuna hospitali ina dawa. Nataka watu watoke waachane na hii siasa ya wale wako na nguvu. Kawira ile kitu inamusumbua na ile Kawira kitu inamuweza ni vile ana watu wake, ni yule mwanaisi wa chini. Na niambie president, Mungu atakuona kama utasimama si na Kawira kwa sababu wewe huyu mama ukusikiza, ile mboto mapu ulisema yeye alianza mboto mapu akaanzia chini. Sasa nanya, na wewe unangojea apigwe na matajiri. Ukiangalia, hiyo ni nisere zote ni hivyo, na nataka kumwambia rais, katika buri wanalia kwa sababu ya kitu moja. Kawira ametoka buri ndio huyu anapigwa. cannot form and this nataka kumuomba Raila, nataka kumuomba rais, nataka kumuomba Uhuru kwa saa hii serikali yote wanaungana pamoja, wanasameana ile makosa ilikuwa. Kinoti alikuwa mtoto ya kutoka Meru na alitolewa kwa serikali kwa sababu alikuwa amesimama na rais, yule alitoka na alisimama na Raila. Namuomba muomba Raila, ongea na rais wetu wa jamhuri ya Kenya, umwambie Kinoti anafaa rudi kazini kama vile watu wale wengine wote wamerudi kazini. Kwa so, sababu Kinoti ati ati hawezi si ati hakuwa anaheshimu Ruto, alikuwa anamheshimu, lakini kwa msimamo na kwa kazi yake kusimamia ndio alitolewa kwa kazi. Kwa hivyo nataka kuambia watu wa bure tutaendelea kuwasemea, na niambia kwa endelea mama wetu Kawira Mwangaza, endelea kuomba, tutaendelea kukuombea, tutakanyangana na hawa na wa mama. Nataka kuambia mama ukuje na chama, kuja na chama kwa sababu uliingia UDA na hata UDA wa kuheshimu. Kuja nasema ndio president yajua, alitanganya Meru, atuambii watu waende mahali na hakuna mahali watu wataenda. Kuna watu wanaambia rais, yeye Kawira anasema waende kwa wapi? Hakuna wa, sisi tunakanyangania hapo Meru. Kuja na chama ndio utaweza kumbageni kwa president, kuja na chama ndio utaweza kumbageni kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa Raila na nataka kumwambia rais ile kitu hata inaniuma, ukienda kwa barabara enyewe ile inatoka hapa ikienda kwa deputy president ni matope. Yani, barabara ya deputy president mtoto wetu wa Meru, kwa nini mnatuachilia hivi? Kusema ukweli, yani hata protocol za ingine unaona hapa mtoto anachezewa. Hapana, hapana paka hii serikali tuheshimu hata sisi na hii serikali mjue, Kindiki akiwa hapo Kawira ako kazini, yule mwingine ako hapo, hata Raila anajua Tukikuza kindiki kawira ni hivyo, tumeisha na kiraitu anatumika, na nataka kuambia president kiraitu anatumika juu yeye msemi mkongwe. Ukiona muntu yoyote hata mimi nitaseka, lakini ukiona hii kamba imetoka ipande na hii na uso ikunjane umezeka, kiraitu hata mimi kizeka hivyo nitakuwa na tuzuzu twangu toka tauni bwana, tuachilie. Asante.